Nam, hali gani? Sina shaka hujambo, ni kukaribisha tena asubuhi hii ya leo. Tunaungana na wewe mwana michezo katika kipindi chetu bora kabisa cha Sports AM kuanzia hivi sasa mpaka pale saa nne na nusu za asubuhi, na kumbuka wikendi hii uh, kuna mambo mengi sana lakini pia uh, yakiwa yanaanikizwa na, na sikukuu hii ya leo Uh, watu wakiwa wamejiandaa wame hivi sasa kuamka na hatimaye kuweza kufuatilia michezo na baadaye tena katika zile shamra shamra, lakini kumbuka tu uh, hivi leo wawakilishi wa Tanzania katika michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika, Simba Sports Club wako kule visiwani Zanzibar uh, kuumana na timu kutoka Afrika Kusini uh, Stellenbosch katika nusu finali ya mkondo wa kwanza. Dua zote kwa Watanzania kuelekea kwa wawakilishi hao Watanzania katika michuano ya ngazi ya vilabu barani Afrika. Lakini tutakwenda kuangazia pia matokeo yaliyotokea jana katika michuano mbalimbali ikiwa ni nusu fainali ya ligi ya mabingwa uh, barani Afrika. Ulama Ed Salum niko hapa, lakini kama kawaida tunakutana pia na wageni katika studio zetu uh, kutoka uh, Tabata Cup uh, ambao tuko nao hapa, Frank Edward ambaye yeye ni mwenyekiti wa Arabi Tabata Cup yuko hapa na pamoja na Haruni Adam, mjumbe wa Arabi Tabata Cup. Usiondoke, kaa nasi mpaka mwisho wa kipindi hiki, kuanzia hivi sasa mpaka pale saa nne na nusu asubuhi. Jamani, karibuni sana. Asante, Asante. sana sana. Eh, naona kumekucha salama, nashukuru Mungu mmekaribia eh, tena katika studio zetu za Azam TV yeah. niwakaribishe sana sana wadau wakubwa sana sana katika, katika michezo sana, na, sana sana, na tukianza labda na mwenyekiti e, wa Arabi Tabata Cup e, utufahamishe kuhusiana na mashindano haya ambayo lengo yake kama nilivyosikia e, kwamba ni kuinua vipaji, labda tukikusikia mwenyewe mwenyekiti. Asante sana uh, kwa majina kama ulivyontambulisha, naitwa Frank Edward Arabi hmm. ni mwenyekiti wa haya mashindano ya Arabi Tabata Cup ambayo huu ni msimu wa kwanza na lengo la mashindano haya ni kuinua vipaji mm, kwa vijana wa Tabata, lakini pia uh, ku, ku, kuimarisha afya eh, kwa sababu kama tunavyojua michezo na mazoezi kwa ujumla yanasaidia kuimarisha afya. Kwa hiyo, uh, lakini vile vilevile pia uh, mashindano haya yamekuja kwa lengo pia la kuhamasisha eh, vijana kushiriki katika eh, uchaguzi mkuu wa mwaka huu mm, eh, lakini pia E, kuwa ni chachu ya eh, kuibua vipaji hasa hasa kwa vijana wetu wa, wa, wa Tabata. Hilo lilikuwa lengo kubwa. Na mmesema ni msimu wenu wa kwanza. Ndio. Uh, mkiwa kama mjumbe labda pengine mkikaa kwenye kabineti ya Arabi Tabata Cup, mliangalia bila shaka kwa kina kwamba tuweze kutengeneza sasa uh, ama kuviandaa vile vipaji katika hiki ambacho mnakwenda kukifanya. Labda pengine mmegundua changamoto gani ambazo zinawa zinawapata wale ambao wanakwenda kuanzisha jambo kama hili, na nyinyi mko tayari kupambana nalo kwa kiasi gani? Uh, kikubwa, nikushukuru tena kwanza kwa kunitambulisha. Majina yangu naitwa Harun Ruben Adam mm, ni mjumbe wa kamati ya mashindano lakini pia ni kiongozi wa kiserikali, ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa mtaa wa Msimbazi Magharibi mm. Uh, kitu kikubwa ambacho tunakishukuru kwa waandaaji wa mashindano hayo, wanapotokea kwanza ni kuwaleta vijana pamoja, pia ni kwa ajili ya kubadilisha mtazamo wa watu. Hapo awali michezo ilikuwa inaonekana ni, ni kama ni uhuni, lakini sasa hivi michezo ni ajira, michezo ni afya, na michezo ndio inayotukutanisha katika kutengeneza mambo mbalimbali mbali kwa urahisi, kwa sababu tunakutana na vijana kwa karibu zaidi, lakini vile vile kuondoa vijana kwenye makundi mbalimbali ya kiuhalifu. bila kuwa na vitu vya kuwafanya wakawabizi basi tunakuwa tuna wakati mgumu sana wa kuwaweka pamoja, lakini kukiwa na mashindano na michezo mbalimbali, kwanza inawaondoa kwenye fikra potofu ambazo zinaweza zikawaingiza kwenye makundi, baadaye kuwa kwenye matatizo, lakini kwa ujenzi wa taifa lao ni pamoja na kutengeneza vipaji na ajira mbalimbali zinazotokana na michezo. Naam, mezungumzia swala zima la michezo kwenye kuwaondoa vijana katika hizo uh, harakati zingine ambazo sio sahihi. Uh, mfano leo hii Tanzania tunashuhudia timu yetu ya, uh, ya Simba ambayo inawakilisha taifa katika michoano ya ngazi ya vilabu barani Afrika kuingia tu nusu fainali ya kombe la shirikisho uh, inakuwa tunasema ina, inatambulisha mpira wa Tanzania, lakini pale pale pia inawatambulisha vijana wa Kitanzania ambao kwa asilimia kubwa uh, wakiwa wanapambana kuhakikisha kwamba bendera ina, inapepea kwa namna moja ama nyingine. Nilikuwa nataka nidokeze tu swali moja moja, eh, kwenu tukianza na mwenyekiti kidogo. <laughs> Inakuwa ni faraja kwa kiasi gani kuiona timu ya Tanzania inafika hatua ya nusu finali katika michuano ya namna hii? Asante. Uh, kwa kweli ni jambo zuri sana na binafsi nawapongeza sana klabu ya Simba mm. e, kwa kweli wame wametubeba kama taifa na leo mimi ni niseme tu, tu kama taifa tuungane wote mm. e, kwa kisha tunaisapoti Simba mm. kwa sababu imebeba bendera ya taifa letu yeah na kwa kweli kwa mchezo alioonyesha katika mashindano haya mm -hmm. naamini kabisa leo anakwenda kushinda mm, okay. neno lako pia mjumbe nawe kutia kuchagiza hapo katika hili la leo <laughs> kule visiwani ni kweli <laughs> yeah, kwanza tushukuru sana mm. uwekezaji mkubwa unaofanyika mm. kwanza kwa media kama Azam mm. imehusika sana kufanya vilabu vyetu na michezo kwa ujumla kufikia mm. kwenye hadhi ambayo ipo sasa mm. uh, kwa leo kiukweli kwa kila mtanzania ambaye ni mzalendo wa dhati ana kila sababu ya kuiombea Simba ikafanya vizuri kwenye mashindano haya, kwanza kwa ajili ya taifa lakini kwa ajili ya kupromote vijana wetu zaidi. Okay. Kwa sababu kadri tunavyofika kwenye mashindano makubwa kama haya na kufika mm, hatua kubwa, maana yake tunapata fursa vijana kuonyesha uwezo wao katika kimataifa. Hivyo kutengeneza pia mwanya mkubwa timu yetu ya taifa kuwa na wachezaji wengi nje, pia kuleta tija kwenye timu ya taifa, okay, ambayo inakuwa ni msingi mkubwa wa nchi yetu kwa maendeleo ya vijana lakini na taifa kwa jumla yake. Na ndio maana nikasema niwaulize kwa sababu hili ambalo mnakwenda kulisimamia ni kuhakikisha kwamba wale vijana ambao walikuwa na ndoto hizo nao wanapata fursa kupitia Arabi e, Tabata e, Cup. Sasa tuje hapo katika hili ambayo mmelianzisha. Mnaplani e, kushirikisha timu ngapi? Mwenyekiti. Asante sana. Kwa e, mashindano yetu yatashirikisha timu nane. Timu nane. Ehe, kwa hiyo e, kata yetu ya Tabata ina mitaa nane. Kwa hiyo kila mtaa mmoja utatoa timu moja, na kwa hiyo maanake tutakuwa na mtaa wa Tabata e, mtaa wa e, mtaa wa Msimbazi, mtaa wa Msimbazi Magharibi, tutakuwa na timu kutoka mtaa wa Tenge e, tutakuwa na timu kutoka mtaa wa Mtambani, mtaa wa Kisiwani pamoja na e, Mandera. Kwa hiyo mitaa yote nane itakuwa, itatoa timu. Kwa hiyo maanake zitakuwa e, ni knockout stage Ukipigwa unaondoka. Ukipigwa unaondoka, hmm, kwa hiyo tutacheza ro robo finali, tutaingia nusu finali na baadaye tutahitimisha kwa finali. Okay. Na kiwanja kitatumika ni kimoja. E, e, kiwanja ni kimoja ambacho ni kiwanja cha Tabata shule. Tabata shule. Yes. Ah, okay. Nadhani wakazi wengi wa Tabata wanapafahamu. Kwa hiyo tuna njiani tu pale. Kipo njiani tu pale. Kwa hiyo tunawakaribisha wana Tabata wote, mm, wana Dar es Salaam wote na Watanzania wote waweze kufika na kuona vipaji vya vijana wa, wa Tabata kupitia mashindano yetu haya na mmeweka labda pengine kuanza lini mashindano na target yetu lini yanamalizika? Eh, asante pia kwa swali zuri. Mashindano yetu yataanza tarehe 25 ya mwezi huu, namaanisha wiki hii tunayoianza kesho. Kwa hiyo yataanza tarehe 25 tano na yatahitimishwa tarehe nne mwezi wa tano. Yes, kwa hiyo ratiba ya, ya, ya, ya, ya, ya mashindano tutaitoa na kwa kweli ni mashindano ambayo tumeandaa vizuri na tuna na, na kama kuna mdau yoyote pia ambaye anataka kuja kutu support kutuunga mkono, anaweza kawasiliana na sisi tuka, akaona namna gani pia naye kuja kujoin katika hii movement ya kuinua vipaji vya, vya, vya vijana. Ah, tukija kwa kwako mjumbe, timu nane zinashiriki knockout stage. E, eh, kama alivyosema mwenyekiti ndani ya siku tisa hivi mashindano yatakuwa yashamalizika. Hivi mna plani kuwa ni mwendelezo wa hili ambalo mmelianzisha au mmeona tu kwa mwaka huu kwa sababu ndio mwaka ambao unakwenda kufanyika pia uchaguzi. Uh, ili swala ni endelevu, na ndio sababu mwanzo wake umekuwa ni wa timu chache kwa kushirikisha kata yetu peke yake ya Tabata kwa mitaa minane ya kata ya Tabata, lakini tunaamini kadri siku zinavyozidi kwenda, tunaendelea kuboresha kwa kadri ambavyo tutakuwa tunaona nini tukiongeze, kwa ajili kwanza ya kuweka wigo mpana na ikiwezekana kushirikisha na maeneo mengine ya nje kama haya yatafanikiwa kwa kiwango ambacho tumekipanga na naamini Mwenyezi Mungu atusaidia, tutafikia n no. na kwenye ao hizo timu kuna wachezaji ambao mmeweka limit kabisa kwamba ni umri huu mpaka hapa, ama ni wachezaji ambao wasiocheza wa madaraja yoyote, kwa sababu lengo lilikuwa ni kuinua vipaji, hapo labda pengine mmetazama me, uh, ama mmetoa fursa tu kwa yeyote aje ya kucheza? Hilo uh, tulitazama kwa kina, kwa sababu tunaposema ni kuibua maana yake tuwapate tu, tu, wale ambao bado hawajafahamika na kuonekana wakaonekana. Na ndio maana moja ya kanuni ya mashindano yetu, wachezaji wanaocheza ligi kuu ambao tayari wameshaonekana hawaruhusiwi kushiriki mashindano haya, ili angalau tu, tuwalete watu wengine waonekane, wao washiriki kwenye timu mbalimbali ikiwezekana mbali, mm. kwenye mashindano makubwa pia. Aha, ndio plan hiyo. Naam. Bila shaka uh, toka mwanzo wakati unatufuatilia uh, kile ambacho kinazungumzwa hapa kupitia uh, Arabi Tabata Cup ni fursa kwa Wanatabata katika mitaa minane kuletewa hiki ambacho kimeletwa, na mashindano yatafanyika pale katika uwanja wa Tabata shule uh, kuanzia mwezi huu na tarehe nne mwezi wa tano itakuwa mwisho wa mashindano. Hivyo ni fursa kwa vijana wa Tabata kuweza kuchangamkia fursa. Kuna wengine wana vipaji sana wako mtaani uh, fursa kama hizi wazipati lakini tumeona hapa, mwenyekiti amekuja na mjumbe wake kukisha kwa kwamba nalibeba hili na kulianzisha na hatimaye kuweza kupata uh, zile talent ambazo bado hazijatengenezewa barabara uh, zipo mtaani. Kwa hiyo ukishakwenda kushiriki kijana na, uh, unaweza kuupiga mwingi, basi unakwenda pale na hatimaye uh, unatokea huko katika swala zima la soka. Labda sasa wito wenu kwa wakazi wa mitaa hiyo minane ya Tabata ni nini hasa, tukija kwa kwako mwenyekiti? E, sisi tunatoa wito kwa wakazi wa, wa mitaa hiyo nane ya Tabata katika kata yetu nzima ya Tabata wajitokeze kwa wingi e, kuona vipaji vya vijana wao wanavyocheza mpira na pia kuweza kuungana kwa ukaribu na, na viongozi wao, kwa sababu viongozi mbalimbali watakuwepo, lakini pia ni fursa pia ya E, lakini pia ni fursa ya kusapoti jitihada za, za Mheshimiwa Rais e, mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye ndo kinara sasa wa michezo kwa sababu tunaona pia kupitia goli la, la mama namna gani linawatia motisha vijana ya kuweza kupambana zaidi kuweza ku, ku, ku, e, kushiriki michezo mbalimbali mbali. E, kwa sababu michezo imekuwa ni ajira kubwa kwa sasa, kwa hiyo tunatoa uh, wito kwa wakazi wote wa Tabata kuweza kufika katika viwanja vya Tabata shule kuanzia tarehe 25 pasipo kukosa. Asante. Okay, na Tabata vilevile kuna wachezaji wengi ambao wamecheza ligi kuu, uh, ligi kuu ya Tanzania miaka ya nyuma huko, walikuwa na majina makubwa sana, wako Tabata, labda kuweza kupata mawazo yao, mmeshakaa nao na kuweza kutengeneza jambo kwamba tuende hivi, tuplani kufanya hivi? Naam, kwa sababu ili kupata uzoefu na mashindano kuwa mazuri lazima upate pia mtu anayejua vizuri hilo yeah, jambo. Kwa hiyo yeah, tunakuwa tunashirikiana na wao mm. Ukiacha wachezaji pia tuna makocha mbalimbali wakubwa katika kata yetu ya Tabata ambao wamekuwa wengine ni viongozi kwenye vilabu vikubwa, maanake wana maono makubwa. Kwa wakati mwingine tukitaka kufanya vitu kama hivi tunawashirikisha wote bila kujali yeye kwa sasa anafanya nini, lakini tunaamini alichonacho kinaweza kikatupa sisi jambo jema kutengeneza mashindano kuwa mazuri. Aha. Lakini plani kubwa swali langu liku, kuna swali lilikuwa linakuja kichwani, hivi mwaka huu ndio mnaanza uh, kiwa ni mwaka wa kwanza, mipango yenu kabisa thabiti, mnatakiwa kufi, mnataka kufika wapi yaani, kuwa katika malengo ya namna gani haswa? Uh, malengo yetu tunavyozidi kwenda mbele ni kuyafanya mashindano yakakuwa eh, kwa sababu tumeanza na kata moja ya Tabata kwa hiyo moving forward, tunataka tushirikishe eh, sasa eh, eh, jimbo lote la Tabata ah, okay. Lakini baadaye hmm tutanue yaani, mashindano ambayo anaweza akashirikisha mkoa wetu mzima wa Dar es Salaam na finali kufika nchi nzima, kwa sababu lengo kubwa ni tuinue vipaji vya vijana ili washiriki michezo mm. waweze kujitengenezea ajira na vipato. Ndio, wewe mnaanza hivi, lakini plani ni kumbe ni kubwa sana e, mwisho wa siku ni Tabata yote mnakwenda taratibu, Dar es Salaam yote na mtakuwa na plani nyingine kama itakuwa nachezwa kwenye kiwanja kimoja, au kwanza takuwa nacheza katika viwanja tofauti, then katika fainali yenyewe ama timu ambazo zitaingia fainali katika plani yenu, kama ni timu kumi zitacheza katika kiwanja kimoja na hatimaye kupata mshindi mmoja, si ndio hivyo, mjumbe? Naam, okay. Sawa so, na tukija kwako sasa mjumbe, uh, tukimalizia kwako, mwenyekiti amezungumza la kwake na kumalizia la labda kwako wewe sasa, kwa wakazi wa Tabata, uh, kwa wale ambao watashiriki hayo mashindano wito wako hasa ni nini kwao? uh, kwanza nishukuru kwa nafasi mliotupa kikubwa ambacho mimi wito wangu naupeleka kwa wananchi wa wananchi kata ya Tabata mm. kwanza kwa viongozi ambao ni walezi mita, yani wa timu hizi kwenye mitaa yani wenye vitu vya mitaa minane ya kata ya Tabata mm. kuhakikisha wanaandaa timu zao vizuri ili mashindano yawe na tija, kama ambavyo alianzisha mashindano ameamua kuwekeza kwa ajili mm. ya kuibua vipaji. Ndio lakini pia wito wangu mwingine ni watu kujiandaa kuja kwenye viwanja kuangalia, yani wadau mbalimbali, kwa ajili ya kung'amua hivyo vipaji ambavyo vitatoka ambako havifahamiki ili vikaonekana kwa ajili ya uendelezaji wa vipaji vyao Jio. Lakini zaidi kuendelea kujiandaa kwa ajili ya uchaguzi mkuu utakaofanyika mwezi wa kumi mwaka huu hapa mm. kutengeneza amani katika nchi yetu kama ambavyo tunavyo na michezo yetu iwe chachu ya watu kukutana pamoja na kupelekea ujumbe mzuri kwa mwanamichezo namba moja, mama yetu rais wa nchi mm. Samia Suluhu Hassan, ambaye nafikiri kila mmoja amekuwa shuhuda akiona jinsi gani amewekeza kwenye michezo mm. bajeti ya wizara imeongezeka mm. lakini hata yeye mwenyewe moja kwa moja anashiriki kwenye michezo, ameigiza filamu, ameweka pesa katika mm. mashindano mbalimbali. Hiyo tu, hata mwananchi wa kawaida ana kila sababu ya kuwepo kwenye mashindano haya kwa ajili ya kumuunga mkono rais wa nchi mm. lakini pia kuunga mkono wawekezaji wanaokuja kuwekeza kwenye mashindano hayo kwa ajili ya vijana wao, okay. Mi niwashukuru sana na niwakaribisha tena siku nyingine tuweze kuzungumzia kuhusiana na Arabi Tabata Cup. Asante sana. Sana. Tulikuwa na mwenyekiti wa Arabi Tabata Cup Aruni uh, amini uh, Frank Edward, lakini pia mjumbe Haruni Adam ambao bila shaka umewasikia kile ambacho wamekizungumza. Kubwa zaidi ni kwenda kuhakikisha kwamba vijana ambao wako mtaani na wamekosa fursa ya kuonyesha vipaji vyao, wao wamekwenda kuanda Tabata Cup katika kata ya Tabata na hatimaye kuhakikisha kwamba vijana ama zile fursa na zile talenti hazipotei. Bado nikw hapa, usiondoke, tukiwa bado katika Sports AM ni mpaka pale 4:30.